Kwa majina naitwa Fatma Saidi Yassoda mkurugenzi wa wanawake mpira wa kikapu Dar es Salaam. Ushiriki wa wanawake kwenye michezo umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana kulingana na zamani. Uh, ushiriki wa wanawake kiujumla ni fursa kubwa sana kwa watoto wa kike. Pia tukiongelea kwa mfano mpira wa kikapu Dar es Salaam, hususan Dar es Salaam, nikiongelea kama kiongozi imekuwa ni chachu kubwa sana kwa watoto wa kike. Kwa sasa tuna timu kumi na sita za watoto wa kike tu ukilinganisha usawa sana watoto wa kiume. Kwa hiyo ushiriki wao umekuwa mzuri na ambao unaleta hamasa kubwa na timu nyingi za wanawake zinazidi kuongezeka zaidi ya zile. Pia tukiongelea mfano wa mpira wa mguu. Mpira wa mguu Tanzania saizi tunawakilishwa vema. Watoto wa kike wanatuwakilisha vema kimataifa. Aa, vitu gani ambavyo vinaweza kutumika watoto wa kike waweze kuongezeka kwenye michezo. Ah, tunaweza kutumia mabonanza mbalimbali mbali, mashuleni, vioni hata pia maofisini. Lakini kitu ambacho kikubwa zaidi ambacho kinaweza kusababisha sisi tukafika mbali kimichezo kwa kupitia wanawake inatakiwa nyumbani kwa kuna hamasa kubwa, wazazi msiwakataze watoto wa kike kukaa tu nyumbani, msiwakataze, waruhusuni waweze kufanya michezo, kwa sababu michezo ni afya michezo ni ajira. Na pia maoni yangu mengine kwa jamii hususani uh, kwa watoto wa kike, nilikuwa napenda kuhamasisha wasiache kufanya michezo, kwa sababu michezo, kwa maisha ya leo, michezo inakuletea ajira, michezo inakupa afya, huwezi kusema ukaumwa ovyo. Kamati ya Olimpiki ya Dunia IOC inasisitiza kwamba watoto wa kike waweze kushiriki katika uongozi pia waweze kushiriki katika michezo ya aina mbalimbali, kwa sababu michezo ni ajira, michezo ni afya. Pia tukiongelea kamati ya Olimpiki ya Tanzania TOC inasisitiza katika uongozi wao wa sasa hivi, watoto wa kike waweze kujitokeza kwa wingi, kwa sababu fursa ni asilimia hamsini kwa hamsini. Kwa hiyo mtoto wa kike hukatazi kugombea na kushiriki katika uongozi, pia katika michezo. Michezo ni ajira, michezo ni afya.